Nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo hapo jana ilichaguliwa kuwa mwanachama kwenye baraza la usalama la Umoja Mataifa, lakini mwanachama asiye wa kudumu. Ni nafasi ambayo kwa muda DRC imekuwa ikipigia chapuo ili ichaguliwe kuingia kwenye baraza hilo. Kama unavyofahamu, DRC ni miongoni mwa mataifa ambayo yanashuhudia utovu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, na inategemewa kuingia kwake kwenye vikao vya baraza la usalama kutakuwa chachu ya kuhamasisha nchi nyingine wanachama kuunga mkono juhudi za kumaliza vita mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, lakini tu si jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, lakini hata katika mataifa ya Afrika ambako kuna mizozo kadhaa inayoshuhudiwa kiujumla, mizozo ambayo inashuhudiwa kwenye dunia. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa DRC, anasema hii ni nafasi na fursa ya kipekee kwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu haiendi kama nchi ya Kongo peke yake, lakini inawakilisha bara la Afrika katika kuhudumu kwenye nafasi hiyo muhimu ya kufanya maamuzi ya dunia kuhusu hali ya kibinadamu na mizozo uh, barani Afrika na duniani kwa ujumla. DRC imechaguliwa sambamba na Liberia, uh, Latvia pamoja na Bahrain na Colombia.